Ni vitu ambavyo tunafundisha hata mashuleni fizikia. Ni somo ambalo lina umuhimu wake ili kuelewa sayansi ya kijumla ya mazingira yetu na anga na ulimwengu kwa ujumla. Kwa hiyo sasa, kupatwa kwa jua ndio tunalizungumzia katika upande wa fizikia wa sayansi kwamba tunajua kwamba mfumo wa jua una dunia inazunguka jua lakini mwezi una, unazunguka dunia. Sasa katika mizunguko hiyo, mara moja moja, mwezi uki, ukiingilia mstari mmoja kati ya dunia na jua, mwezi unazuia mwanga wa jua kutufikia au sisi kushindwa kuona jua, huko ndio kupatwa kwa jua, kwa siku ambayo mwezi utakuwa katika mstari huo kati yetu na na jua. Kwa hiyo jua linafunikwa Aidha, unaweza kufunikwa kamili kabisa, inaitwa kupatwa kamilifu, au kuna kupatwa kipete ambayo ndio hapa Rujewa hapa, ambayo katika eneo la kusini hapa watu wataona kipete, lakini kawaida ambayo hii kupatwa kesho ni watu Afrika kote wataona. Sisi hapa tuko Tanzania tuko katika eneo la, la, la kupatwa yani zaidi, kwa hiyo hapa eneo la Tanzania lote tutaona jua limefunikwa kwa kiasi cha asilimia tisini. Wakati tukio hili likisubiriwa kwa hamu kubwa duniani kote, kwa Tanzania pia, Watanzania wengi wakiwa na hamu ya kuona kile ambacho kitajitokeza kwa siku hii ya leo, tufahamu umuhimu wa tukio hili ni nini hasa. A, tukio hili ni la ang, la angani. Kwanza kabisa vitu vya angani hatuvitambui mara nyingi, na hasa wakati wa siku ya kawaida mchana

jinsi mfumo wa jua jinsi unavyofanya kazi na kuelewa jinsi tukio linavyotokea na pia kuhamasika kuja kuona kwa macho kitu ambacho unafundishwa una darasani au umeelezwa tu kwa mdomo. Kwa hiyo, na ki kama mtu anatembea anaona vitu vingi vingine, anakutana na watu, anaona mandhari ya hiyo sehemu, anatalii ana, ana, sehemu mbalimbali. Hapa kwa mfano kusini kuna vitu vingi vya, ku, vya kuona pia kuna kimondo ambacho u kikubwa sana tani kuna sita kipo pale Mbozi, watu wanaweza kuangalia vitu hivyo. Kwa hiyo, kwa ujumla ina mambo ya kielimu, mambo ya kimila, mambo ya kitalii, mambo ya kibiashara, mambo yote yana ya tukiunganika tukisherekea tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tukio kama hili. Umeeleza kwamba kupatwa kwa jua leo kwa eneo hilo la Rujewa Mbarali itakuwa ni asilimia tisini na saba. Tufahamu katika maeneo mengine kwingineko nchini Tanzania na katika maeneo mengine duniani kwa ujumla mwonekano utakuwaje? Hapa ambapo tunasema Mbarali hata Rujewa ambako ndo ni ya, asilimia ya tisini na saba. Asilimia tisini ni kijumla Tanzania, maanake suku tuko katika eneo la katikati la la tukio la, la, la, la, lakini eneo la Rujewa hapa au kwa ng'ombe eneo la Kipete. Kwa hiyo hapa ule wataona ile kama mwezi mwandamo wa kwanza ule siku ya kwanza kwa mwezi ariandamo unakuwa mwembamba. Kwa hiyo hata wakiangalia kwa chujio maalum hizi, wakiangalia kwa chujio hizo za mwanga, wataona jua likiwa likionekana kama mwezi mwandamo mwembamba. Na, na kwa Watanzania wote wataona e, mwezi mwandamo ambao e, umbo la mwezi mwandamo ambalo nyembamba bado kiasi. Yes, maanake asilimia tisini ya, ya jua litakuwa limefunikwa kwa maana hiyo mwonekano huu kwa Tanzania unajumuisha na mataifa mengine duniani. Mataifa mengine katika bara lote la Afrika wataona kwa kiwango fulani. A, hapa kwetu sisi kwa mfano tunaanzia tisini na saba hapa eneo la Kipete, afu tukienda kaskazini inapungua, inakuwa tisini themanini hadi kule Afrika ya uh, kaskazini kule Maroko, Algeria kule wataona kama asilimia tano kumi hivi mpaka siku hata kusini, Afrika ya kusini pia wataona kwa kiwango cha hata zaidi ya asilimia thelathini arobaini itafunikwa pia. Kwa hiyo Afrika nzima wanashuhudia na wengi nyingi, wa, wa, wako, wana wengi nyingi wako wanajitayarisha. Ni tukio linatokea siku ya kawaida, siku ya shule, watoto wako shuleni, wanaweza kutumia nafasi hii kwenda kweli kulishuhudia wakati wa mchana. Ni nafasi nzuri hii tumepata katika ukikamilifu katika tukio hili. Kwa kawaida tukio hili ni baada ya miaka mingapi hutokea? Uh, sio kwamba unaweza kuhesabu ma miaka maalum, lakini kitu kinatokea kwa kwa kwa kwa kwa hesabu yake. Sasa mara ya mwisho hapa ilitokea mwaka sitini na mbili kupatwa kipete tuli- tuli- wakati ule ilikuwa alfajiri, jua lipatwa alfajiri kwa tukuweza kushuhudia vizuri sana lakini tulishuhudia tuli kiasi. Alafu zaidi ya hiyo mwaka sabini za, za themanini ndio mimi nilipata nafasi ya kushuhudia moja kwa moja hapa Tanzania, ilikuwa katikati tena ilikuwa kama hivi lakini kikamilifu, ule sehemu ya Same pale Lembeni tulikwenda tuli, watu wa TTC, Tanzania Tourist Corporation, wakati ule waliandaa mabasi maalum, tulilipia, walitupeleka na kuturudisha kutoka kwenye eneo la tukio maki tulipelekwa mpaka Saame Lembeni na mabasi na tulishuhudia, waliandaa vitu kila kitu pale na hadi tukarudishwa. So ni kitu ambacho mi nakikumbuka sana, na pia mojawapo ya sababu ambayo imehamasika pia katika mani katika kusubiri ama kushuhudia tukio hili la kupatwa kwa jua. Hakuna athari zozote ambazo zinaweza zikajitokeza pindi watu wanaposhuhudia lile tukio. Kushuhudia, mimi, kama unaangalia jua moja kwa moja sio, haitakiwi kuangalia moja kwa moja. Kwanza macho yenyewe yatakataa, ukijaribu kuangalia hata kwa sekunde moja mbili ukigeuza macho huku chini utakuta kwamba madoa, madoa ya madoa yanatembea kwenye macho, ambayo imeonyesha kwamba macho tayari imeshaumia. Hiyo sekunde moja tu imeumiza. Mtu aking'ang'ania of course lazima ataumia zaidi, hataweza kwanza. Lakini kitaufu yetu kubwa. Kwa anaza tu, ni kwamba mtu anaweza akachukua tu miwani ya jua ya kawaida hii inayopatikana mitaani huko, au akatumia plastiki yoyote ambayo ina ina ina ina, ina, ina rangi rangi, au chupa hivi watu wanatumia, lakini nayo ni hatari, kwa vile sisi tunajua kuwa na mionzi mingine ambayo hii chujio maalum zinachuja asilimia tisini na tisa pointi tisa tisa tisa ya mwanga wote, pamoja na zile mionzi ya hatari ambayo ni ultraviolet. Sasa hii mingine hivi gani ambacho kinatumika sasa kwa ajili ya kutazama kupatwa kwa jua. Kwa kawaida kuna chujio, mis, uh, filter kwa Kiingereza ni filter. Katika Kiswahili tutasema inachuja mwanga kwa, ni chujio ya mwanga ambayo inachuja asilimia yote karibu 0.0001% tu inabaki. Asilimia sifuri sifuri sifuri moja tu ya mwanga unabaki ndo unaingia kwa maji hapo, ndo wacha unaona ile kwa mviringo hiyo ni jua, na kwa wakati wa siku ya kupatwa utaona mviringo ile inageuka kuwa hilali hadi inakuwa hata hilali ile, kama hapa Rujewa, ita wataona watu watu pete pale ndani njia badala. Lakini pamoja na hiyo sisi pia tunatayarisha kwamba turushe hiyo picha yake, tunachukua video, tuna, tuta- tutarusha kwenye mitandao, ili watu waweze kuona kwenye nyumbani kwao au kwenye simu zao ili waweze kushuhudia hilo hilo nategemea kwamba watu wa TV pia watavuta nini, relay hiyo ya ya live live streaming inaitwa. Kwa hiyo tuna tuna tovuti ni TV.tryben.co.tz. Kwa hiyo mtu akiingia kwenye, kwenye tovuti hiyo ataweza kufuatilia jinsi angani pia watachukua hiyo uh, nini yetu watairusha, wat, wat, wat, kule kwenye mitandao ya ya, ya kimataifa. Wakati tukio hili likisubiriwa kwa hamu kubwa na Watanzania wote kwa ujumla, na duniani kwa ujumla, tufahamu muda kamili wa tukio lenyewe kutokea, linataraji kutokea saa ngapi? Aa, sasa kuna kila kila mji una muda wake kamili tu. Ukitaka kupima kisayansi, na waalimu labda wajaribu, kuna kuna website ulitoa saa hizi ni ngumu kidogo kutoa website kwa kwa haraka, lakini kuna website akiingia kwenye kwenye, kwenye kwenye mtandao kuna, kuna, kuna, kuna anaweza kupata muda kamili wao. Walimu kwa mfano, mtu ambaye anachujia ana, ana, hiyo anaweza kuhesabu tangu, tangu tukio lianze hadi likamilike, hiyo akipima hiyo akigawa kwa kwa muda ule uliotokea na, na na nyuzi, tunajua kwamba itakuwa imepita nyuzi moja, anaweza kuelewa kasi ya, kuzunguka dunia kwa hiyo ni kuna hesabu yake pia lakini zaidi ya hiyo ile swala la muda wenyewe kamilifu kuseme kuanzia saa nne na robo hadi saa nane kasoro kiasi kama tano hivi ndo inategemea kukamilika na kilele ni kiasi kama saa sita saa sita kasoro hivi ndo inafikia kilele na jua litakuwa utosini wakati huo kwa hiyo jua litawaka sana lakini hizo zaka tatu za pete itakuwa jua litakuwa imefikia kabisa hali ya jioni mtu hatahisi kwamba yuko kwenye hali ya jioni. Una kipi cha kuambia Watanzania ambao wanakusikiliza sasa kupitia kume pambazuka ya Radio 1 Stereo zaidi katika masuala ya kupatwa kwa jua? Ninawahimiza watu kujaribu kuielewa ili hiyo ni kielimu kimila, hata ni kitalii pia. Mi naona watu watahamasika, mshala labda siku nyingine pia watu watakuwa tayari kushiriki katika kutembelea sehemu nyingine pia ambako jua imepatwa pia. Tunashukuru sana Dr. Noor Jiwaj mhadhiri wa fizikia na mtaalamu wa elimu ya anga kutoka chuo kikuu huria Tanzania kwa kutupa nafasi ya kutu...